Tafakari kwa kina, tunatamka na kuazimia mambo yafuatayo. Pia kwa heshima kubwa na kuunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais Dokta Samia Suluhu so Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyetoa katika uzinduzi wa Bunge la kumi na tatu jijini Dodoma tarehe kumi na nne Novemba ishirini ishirini na tano. Namba mbili Tunaunga mkono hatua ya mheshimiwa rais kuunda tume huru ya uchunguzi yenye madhumuni aliyotamka kwenye hotuba yake milanokuu serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, iikomishen ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kuielekeza kwenye kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani.